Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Katika siku za hivi karibuni, mauzo ya nje ya fataki zinazozalishwa katikati mwa mkoa wa Hunan wa China yalishuhudia mwelekeo wa ukuaji wakati nchi mbali mbali duniani zilipokuwa zikijiandaa kusherehekea mwaka mpya na sikukuu mbalimbali. Katika kampuni ya kutengeneza fataki mjini Leuya mkoani Hunan, njia za uzalishaji zinafanya kazi kwa kasi, na wafanyakazi wanashughulikia na ufungashaji wa bidhaa ambazo zitasafirishwa kwenda nchi mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na Hispania. Tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, kiasi cha mauzo ya fataki zinazozalishwa na kampuni kimeongezeka hadi asilimia 80 mwaka hadi mwaka, kwa mujibu wa Peng Shuijun, meneja mkuu wa kampuni hiyo. Hadi sasa kampuni hiyo imepokea oda za ng'ambo zaidi ya masanduku laki mbili ya fataki kwa sababu ya soko linalorejea Ulaya. Usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi kwa mwaka huu utapanda hadi masanduku laki nne. Bwana Pong pia amesema kuanzia Januari hadi Oktoba mwaka jana, kiasi cha mauzo ya nje cha kampuni kilikuwa dola milioni 15 za Marekani, ongezeko la zaidi ya asilimia hamsini ikilinganishwa na wastani wa miaka miwili iliyopita. Kuongezeka kwa matumizi pamoja na uboreshaji wa usafirishaji kumesababisha ukuaji wa haraka wa usafirishaji wa fataki mwaka huu. Kutokana na takwimu zilizotolewa na forodha ya Liuyang, kuanzia Januari hadi Oktoba mwaka huu, mkoa wa Hunan ulisafirisha fataki zenye thamani ya yuan bilioni 4, sawa na ongezeko la asilimia kati ya hizo, Liu Yang ilisafirisha yuan bilioni 3.76, ongezeko la mwaka hadi mwaka la 78.7, likiwa ni zaidi ya asilimia 90 ya mauzo ya nje ya mkoa huo. Mbali na usafirishaji wa fataki, huduma za fataki za China pia zinaongeza kasi ya kwenda ng'ambo, na makampuni mengi katika mkoa huo sasa yanapokea oda zaidi ya maonyesho ya fataki.